Tuelekee kaunti nambari mbili sasa ambapo wasichana zaidi ya elfu moja na mia tano huko Kwale wamepata mafunzo na hamasa ya kuvunja mipaka ya mila na desturi zinazowazuia kushiriki katika uongozi na maendeleo kupitia mradi wa She Leads ulioanzishwa mwaka elfu mbili ishirini na moja. Wasichana hao pia sasa wamewekwa kwenye mstari wa mbele kukabili changamoto zinazowakumba watoto wa kike zikiwemo mimba za utotoni. Kwa miaka mitano, maafisa wa idara za watoto, vijana na jinsia kutoka serikali kuu na serikali ya kaunti ya Kwale, wakishirikiana na mashirika ya kijamii wamekuwa wakiendeleza juhudi za kuwezesha wasichana na watoto wa kike kukabili desturi zinazowakandamiza, zaidi ya wasichana elfu moja mia tano wakipokea mafunzo dhidi ya dhuluma za kijinsia na jinsi ya kushiriki katika nafasi za uongozi mimba za utotoni. Hicho ni kitu ambacho ilikuwa msichana kishajifungua yeye tayari si wa maana. Lakini walikuja wakaweza ku kuonyesha jamii kuwa kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa mapishi. Waliweza kuwasinyanyua wale wasichana kwanza, walifata wale ambao jamii ilikuwa inawatenga. Kumbuka, hizi visa zinafanyika mashinani, zinafanyika nyumbani mahali wanaishi kwa wote. Kwa hivyo, ikiwa hawa wamepata huu ujumbe na wanaambia wenzao njia mwafaka ya kupitia ni hii inasaidia njia ya kwenda, ni hii inasaidia hizo visa kurudi chini, maana wanatiana moyo, maana wanapata ile rifaro, maana wanapata advice kwa wenzao. Kumekuwa na reduction in terms of uh, mimba za mapema, hizo dhuluma za kijinsia na pia kuozwa mapema uh, katika uh, uh, mtaani kwa hivyo tunaweza sema tumekuwa na impact uh, kama, kama project uh, ya, ya, ya, She Leads. Wasichana hao wakishirikishwa kwenye nafasi za umma ambazo awali zilikuwa zinaonekana kuegemea jinsia ya kiume. Afisa wa jinsia kaunti ya Kwale, Nelia Moita akisema sasa wamepiga hatua wa kubwa. Tuliangalia wasichana wako nyuma kwa vitu, kwa mambo mengi, mambo ya ya leadership, mambo ya decision making hawahusishwi. Na utapata kwamba mambo yao yanazungumziwa na hao wenyewe hawako katika hiyo tebo ya kuzungumza mambo yao, so ilikuwa vizuri awapate hamasisho, wapate information, wajue wapi wanawezaenda, in case kama kuna kitu yote nahusisha kina dada na, na wanawezaenda ukajitetea wenyewe katika ile meza ya mazungumzo.

ni hatua iliyofanikisha serikali ya kaunti ya Kwale kuunda sheria na sera zinazokabili dhuluma za kijinsia. Wasichana wa Niko Nipo Nisikike waliweza kuhusika kabisa katika masuala ya kutengeneza hiyo akti. Kwa hivyo iliweza kuwapatia nafasi pia wao kuweza kueleza mani, mambo gani wanapitia ya kidhuluma katika jamii ambayo iliweza kunakiliwa katika hilo akti ambayo tuko nayo Waza sisi kama wasichana Lawrence Ng'ang'a runinga ya Citizen kutoka kwa